Siku ya leo tulikuwa na kesi mbili. Kesi moja iko kwa mheshimiwa uh, Kiama, kesi ya pili kwa mheshimiwa Lema Am, amini mheshimiwa Mwalimu. Kesi ya kwanza kwa mheshimiwa Kiama uh, tulikuwa tunakuja kwa ajili ya uh, kuangalia kama ushahidi umekamilika na ushahidi kwa siku ya leo uh, tumekuta ushahidi haujakamilika, lakini uh, pamoja na kwamba ushahidi haujakamilika tumekutana na uh, maombi ya upande wa jamhuri kupitia kifungu, ki, uh, kifungu cha 92 kifungu kidogo cha kwanza uh, kilicho kinachoruhusu upande wa jamhuri kuondoa mashtaka sema kwamba ni juhudi ambazo tunaona kwamba upande wa utetezi na upande wa Tanganyika Law Society, na upande wa mawakili wa utetezi wote wamefanya juhudi katika kutambua na kuweza kusimama vyema katika kuwakilisha watuhumiwa wote kwa pamoja, kila mtuhumiwa na haki yake ya msingi katika kutetewa na kuweza kuwakilishwa anapokuwa na mashtaka hayo. Lakini pamoja na hayo, tumeona vyema kwamba kwa wale ambao wameondolewa mashtaka ni kwa sababu ya mtazamo na uhakiki wa mashtaka hayo katika kupitia sheria ambazo zimewekwa, kwamba kama shauri husika linaona kwamba halina mashahidi haliwezi kuendelea mahakamani, ni vyema likaondolewa kwa ajili ya kupisha nafasi ya wale ambao wana makosa sahihi kuendelea na makosa yao ili haki iweze kutendeka. Kwanza tuna, tuna, tunaendelea kutoa uwakilishi ambao ndio kazi ya muhimu sana katika nafasi ya Tanganyika Law Society. Kazi hii imeoneshwa wazi kwamba kweli mwitikio ni mkubwa sana kwa upande wa watetezi, na tunawashukuru wote ambao ni mawakili wamejitolea katika kusimamia kuweza kutetea na kusimama vyema kutafuta haki ya kila mtu Tanzania ambaye ameguswa na jambo hili. Haki hiyo imetendeka ni pale ambapo naona kwamba baadhi ya watuhumiwa wameondolewa ya makosa yao na sasa hivi wamerudi katika majukumu yao ya kujenga uchumi wa nchi, na penginepo wangeendelea kukaa ndani Tungepoteza uchumi wa nchi ambao tunategemea kila mtanzania anapambana nao, lakini pia wana wazazi, wana watoto, wana wategemezi wengine ambao kwa sasa kwa kuondolea mashtaka haya imepelekea wao kuendelea kushiriki katika shughuli za uzalishaji na katika shughuli za utendaji kazi kutumikia na kusimamia vema katika ngazi ya kuwajibika katika jamii. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa upekee kwa hiki alichokifanya kwa hawa ndugu zetu ambao alikamatwa toka tarehe 29. Vile vile nipende kuishukuru mahakama yetu ya wilaya ya Buswelu na mawakili wote waliosimamia kesi hii kwa ujumla. Tunashukuru kwa hawa walioachiwa huru na kwa mujibu wa DPP anasema anaondoa shtaka hili na sisi tunampongeza sana. Kama Watanzania tunatakiwa tufate taratibu ambazo zimewekwa na nchi na haya mambo ambayo yamejitokeza tarehe 29, sisi kama vijana tunayakemea sana na tunaomba yasijitokee, yasijitokee kwa mara nyingine tena na asijirudia, kwa sababu tumeona ndugu zetu wamepata hadha sana walipokuwa Butimba huko gerezani, na hii mizunguko yote wamepoteza nguvu zao nyingi, na wao walikuwa na familia zao. Kwa hiyo tunawaomba kabisa sisi kama Watanzania kwa pamoja tufate yale ambayo serikali inatuelekeza kama vijana kiujumla.